TV. Ibana Simba Sports Club wameweza kuingia mkataba na Lake Energy, moja ya dili jingine kubwa sana kwa Simba Sports mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na katika dili hili Simba Sports tunajua kabisa ameingia ubia na Lake Energies. Hawa ni wasambazaji e, wa vilainishi pamoja na mafuta e, ya magari. Hapa tunawazungumzia Olek kutoka katika kampuni ya uh, uh, Lake Energies. Na katika dili hili Simba Sports moja kwa moja atakwenda kunufaika katika kila lita ambayo mwana Simba atanunua mafuta. Kwa hiyo kuna percentage itakuwa inaingia moja kwa moja katika mfumo. E, katika chanzo cha Simba Sports. Na hii inakuwaje hii bana? Unaambiwa mshabiki wa Simba au mtu yoyote yule akinunua e, mafuta katika vituo vya Olek vyote nchini Tanzania ambavyo vipo zaidi ya mia moja hamsini bas, akitumia e, malipo ya njia ya mtandao, aidha kwa simu au kwa malipo ya benki au kwa visa, basi kuna kiasi fulani Hey, kitakwenda kwa Simba Sports yani kama moja ya kipato yani, moja ya mapato eh, ya kuendeleza Simba Sports. Dili hili bana, unaambia ilikuwa kama utani, lakini mwisho wa siku dili limetiki na Simba Sports, amesaini kandarasi eh, ya kuambia na Lake Energy eh, Lake Energy eh, Lake katika mashari yake yote ambayo yanapatikana hapa nchini Tanzania, lakini kwa sasa huduma hii wameanza kuitumia uh, jijini Dar es Salaam lakini baadaye watakwenda jijini Mwanza, Mbeya, Arusha na majiji mengine yote, katika vituo vyote uh, vya Olek kupitia kampuni ya Lake Energy uh, ambavyo vinapatikana. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mwanasimba yoyote au mdau wa soka ukitumia uh, tu njia ya mtandao utakuwa moja kwa moja umewachangia haya mapato Simba Sports Club. Huu ni mwendelezo wa ubora na ukubwa wa Simba Sports. Tayari ana madili mengi mengi mengi sana kama Mbet ambayo e, wao ndo maubia wakubwa, lakini wa wapo na more cola e, wapo na more insurance, bila kusahau makampuni mengine kama Prisma e, na makampuni mengine mengi mengi mengi sana. Mpaka sasa Simba anakadiriwa kuwa na udhamini katika jezi yake zaidi ya makampuni matano, watakuwa wanaonekana katika jezi yake. Tunaona namna ambavyo jezi hii inaendelea kuchafuka bana. Ni hayo tu kutoka ndani ya kikosi cha Simba. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti, unafikiri dili hili litakuwa lina manufaa katika kuiboresha na kuiendeleza Simba Sports, au nini maoni yako katika hili ambalo Simba wameweza kuingia mkataba na Lake Energies kupitia sheri za Olek. Asante na nikutakie siku